Kuna vitu vina cheka na chekesha. Tuambie na ukweli si ndio? Awala uwe ni mbaya Yani jamaa kuna kitu naonyesha, mscheki, ukicheka umepata dhambi. Mscheki, ukicheka unapata dhambi

Twambiani ukweli, si ndio? Amulapa uwe ni mbaya. Jamani, kuna kitu naonyesha, mcheki Ukicheka umepata zambi, ukicheka unapata zambi.